Kimeumana nchini Tanzania baada ya jeshi la polisi na JWTZ kupanga kumugeuka Samia Suluhu, ni baada ya uchumi kuporomoka hadi serikali vimbeleni ama hapa mbeleni itashindwa kulipa mishahara. Hujambo na karibu. Hivi karibuni mjadala mkali kuhusu hali ya uchumi wa Tanzania imesambaa mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, ukiibua hoja nzito juu ya uwezo wa serikali ya Rais Samia Suluhu kulipa mishahara ya vyombo vya usalama, ikiwa ni pamoja na polisi na wanajeshi na kutokana na, na msimamo wa kushuka kwa ufadhili wa nje uhusiano wa nchi na washirika wa kimataifa wengi. Kwa mtazamo wa kisiasa wanashikilia kwamba uchumi ukiporomoka hadi kiwango cha kushindwa kulipa mishahara ya umma, vyombo vya usalama vitashindwa kutekeleza jukumu lao la kulinda amani na usalama, na kwamba hii inaweza kusababisha kushuka kwa uaminifu wa umma kwa chama tawala, chama cha CCM, na ikiwa serikali ya Samia itashindwa kulipa mishahara, vyombo vya usalama basi havitachukua zile agizo ama havitachukua agizo la kuua wananchi kinyama ambao wanaandamana kama ilivyotokea mwaka jana. Hii ni kugeukwa kisiasa. Kauli hizi zimetokana na dhana hasira ya hasira kwamba baada ya kampeni za siasa, baadhi ya watu walidhani kauli za changamoto za uchumi zilikuwa tu maneno ya kampeni. Lakini miezi michache baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, baadhi ya Watanzania wanashikilia kwamba hali ya uchumi imeanza kufikia hali ya kutokuwa na kitu, huku mikopo ya nje ikionekana kuwa ngumu kupatikana kwa sababu ya mtazamo wa kimataifa juu ya sera za kisiasa nchini. Maneno haya yameandikwa kwa uzito mkali naye mwanaharakati ambaye anaogopewa zaidi nchini Tanzania hata na serikali ya Samia, Mange Kimambi, na hii imetokana na kauli za viongozi wa nje ambazo ni za kisiasa na kiuchumi, huku baadhi wakidai kwamba uwekezaji wa nje wa misaada ya maendeleo inaweza kupungua kutokana na wasiwasi wa sera za demokrasia, kwa sababu ya hatua zilizofanywa wakati wa uchaguzi. Kwenye ujumbe ulioandikwa na Mange Kimambi kwenye mtandao wa X alitaja kwamba watu tulikuwa tunaongea kipindi cha campaign a, kuwa hali itakuwa mbaya mno. Kuna wapuuzi walidhani tunaongea ili watu waandamane, just 3 months later nchi haina kitu. Samia Suluhu a, akina who are you mikopo wamekata kwa uaji wako, sasa umesafisha kinga ya nchi Watanzania, hii ni habari njema kwamba inatuonyesha uchumi wa nchi unaenda kuporomoka mno. Uchumi ukiporomoka hata kulipa vyombo vya usalama ili viue wananchi atashindwa, hata, hata mishahara ya polisi na wanajeshi itakuwa shida, na hao wakishaumia kiuchumi hawatuilinda CCM tena dhidi ya wananchi. Hapo ndio ujumbe ulikuwa mzito zaidi kwenda chini anasema kwamba tuendelee kuombea hii downfall. Hii moja ya njia ya kupata ukombozi hapa. Wengine tunasubiri kuona shirika litakalotoa mkopo kwa hii serikali batili iliyoua wananchi kikatili, ili tukatie kambi ya ofisi zao. Kumbukeni ule usemi wa adui yako mwombee njaa, njaa ikipamba moto umo ndani watageukana. Ndo ujumbe aliyouandika kuonyesha kwamba hapa karibuni, ama hivi karibuni a, vyombo vya usalama vitamgeuka Samia Suluhu vikose kulinda na vilevile vile kulinda a, ubatili ama uongozi wake batili. Hadi hivi majuzi Tanzania imekuwa ikipokea ufadhili wa kimataifa pamoja na mikopo kutoka taasisi kama IMF chini ya Extended Credit Facility na Resilience and Sustainability Facility. Katika mwaka 2023, IMF iliridhia upatikanaji wa takriban dola za Marekani 148.4 milioni Aa, kama sehemu ya mikopo iliyoidhinishwa ili kutumika kama msaada wa bajeti na utekelezaji wa sera za kiuchumi, huku ukuaji wa pato la taifa GDP ukionyesha ukuaji wa wastani tano, tano, wa takriban tano hadi sita kwa mwaka 2024 mwaka elfu mbili hata hivyo, matatizo ya kisiasa na uhusiano wa kimataifa yamechangia kupungua kwa urahisi wa kupata mikopo ya nje hasa kwa taasisi zisizo za serikali na mashirika ya maendeleo ya nje. Umoja wa Ulaya na bunge lake walipinga mpango wa kutoa fedha za maendeleo kwa Tanzania kutokana na wasiwasi wa haki za binadamu na hali ya kisiasa nchini. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, mfumuko wa bei umeendelea kuwepo chini ya malengo yanayowekwa kwa benki kuu, na huko Tanzania ikijaribu kusawazisha matumizi ya ndani na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hata hivyo, mrengo wa kisiasa unaenda mbali zaidi ya takwimu za kiuchumi na unalenga suala la athari za kisiasa na kushindwa kupata mikopo ya jinsi hiyo, inaweza kuathiri rasilimali za taifa, hasa ulinzi wa usalama kwa wenyeji. CCM kama chama tawala imekuwa ikiendelea kufanya sera za kiuchumi chini ya uongozi wa Rais Samia ikijaribu kusawazisha ukuaji wa uchumi, utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu na uporeshaji wa mazingira ya uwekezaji. Si hayo tu, bali pia kuna juhudi za kupunguza utegemezi wa misaada ya nje kwa faida ya rasilimali za ndani. Hata hivyo, hoja za kisiasa zinazoibuka mitandaoni ni kwamba serikali inashindwa kudhibiti dhana ya kipato cha ndani na kwamba kushindwa kupata fedha za mikopo utasababisha kushuka kwa uwezo wa kulipa mishahara ya umma ikiwemo polisi na wanajeshi, ingawa hakuna ushahidi wa kitaasisi unaothibitisha kwamba serikali iweze kulipa mishahara ya vyombo vya usalama sasa hivi. Mjadala huu ni mfano wa mtazamo wa kisiasa uliopo miongoni mwa baadhi ya wananchi ambao wanahisi uchumi uko chini ya shinikizo la kifedha kutokana na sera zilizopitishwa baada ya uchaguzi. Mtazamo huu umeibuliwa hasa baada ya taarifa za vyombo vya habari kwamba mikopo ya nje inaweza kushindwa kupata ufadhili kwa urahisi kutokana na mtazamo wa kimataifa juu ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2025 ambapo baadhi ya viongozi wa nchi za magharibi walionyesha wasiwasi e juu ya jinsi uchaguzi ulivyokuwa na shutuma za kutokuwepo kwa ushindani wa kisiasa. Hoja zinazozungumziwa mitandaoni kwamba serikali inaweza kushindwa kulipa mishahara ya polisi na wanajeshi kama uchumi utakumbwa na shida ya kifedha ni sehemu ya mjadala mkubwa juu ya utendaji wa serikali na uaminifu wa umma. Ukosefu wa imani kwa baadhi ya wananchi unachangiwa na dhana ya kisiasa kwamba vyombo vya dola vinaweza kushindwa kutekeleza majukumu yao hayo ikiwa gharama za serikali itaenda juu bila njia ya kuipata vyanzo vya fedha vya uhakika. Lakini takwimu za hivi karibuni zinaonyesha ukuaji wa uchumi bado unaendelea ingawa kwa kiwango cha wastani, na kwa mfano, vyanzo vya kimataifa vinataja ukuaji wa takriban kati ya 4.4 ama 5.4 hadi sita kwa mwaka wa 2025. Pia shughuli za uzalishaji na biashara zimesalia zinazoendelea, na sekta kama utalii, kilimo na madini zinachangia ukuaji wa uchumi. Hata hivyo, mvutano wa kisiasa unaendelea miongoni mwa wananchi ambao wanataka kuona uwazi zaidi wa wagombea wa siasa na sera za kikazi za serikali. Serikali kwa upande wake imejaribu kuweka msisitizo wa kuimarisha rasilimali za ndani, kuongeza ukusanyaji wa kodi na kuboresha mazingira ya biashara ili kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje. Aidha, Rais Samia amesisitiza umuhimu wa kujenga uwezo wa ndani wa uchumi na kubadilisha sera za utegemezi wa misaada. Hata hivyo, baadhi ya wa wapinzani wa kisiasa wanahoji kwamba sera hizo hazijawasilishwa kwa uwazi, hazija au hazijatekelezwa ipasavyo na kwamba kushindwa kupata ufadhili wa nje ni ishara ya kwamba siasa za ndani za CCM zinahitaji marekebisho makubwa ili kupunguza wasiwasi wa kimataifa. Wapinzani wanasitiza kuwa serikali inapaswa kulenga njia mbadala za kupata fedha kama vile kuongeza uwekezaji wa ndani, kuimarisha sekta binafsi na kuboresha uwazi wa kisiasa na wa kisheria ili kuvuta ama kuvutia ushirikiano wa kimataifa. Kwa mujibu wa mashirika ya kimataifa kama IMF, sera za uchumi zimetengeneza mwonekano wa ukuaji wa wastani licha ya changamoto za matumizi ya serikali. IMF inabainisha kwamba ukuaji wa uchumi wa Tanzania uko endelevu lakini hatari, uh, uh, hatari na bado zipo ikiwa hafifu na wa ufadhili wa nje unavyokuwa kubwa na kwamba serikali inapaswa kuendelea na, kuendele na utekelezaji wa sera za ndani ili kudumisha ukuaji huo. Jambo la msingi ni kwamba hata kama baadhi ya wanasiasa wanapigia mfano wa mgogoro wa uchumi, takwimu halisi zinaonyesha kwamba uchumi bado una uwezo wa kukua na kwamba mshahara ya umma haijazidiwa mara moja kutoka vyanzo vya kifedha vya serikali Tanzania imekuwa ikijitegemea mikopo ame ikitegemea mikopo ya nje kwa ajili ya maendeleo tangu miaka elfu moja kenda mia sabini na miaka elfu moja kenda mia themanini ngawa awali nchi ilishindwa kupata mikopo ya haraka kwa sababu ya sera ya kujitegemea wakati wa enzi za awali za ujamaa. Katika kipindi cha karne ishirini na moja serikali imejifunza kutumia mikopo kwa njia inayolenga ukuaji wa uchumi. Mnamo kipindi cha hivi karibuni pia, Tanzania ilifikia makubaliano na IMF ambayo yaliruhusu mikopo ya mamilioni ya dola kusaidia bajeti na mradi wa kuboresha miundombinu ya kijamii, na hii ilikuwa ishara ya kuonyesha imani ya kimataifa kwa sera za serikali za uchumi ambazo zilifanywa kwa pamoja na mabadiliko ya kisiasa na utawala wa sheria. Ni hayo tulikuandalia kutoka hapa Tanza Pulse, hadi wakati mwingine, kuwa na wakati mwema. Mwema.